Out of fashion. Yeah, out of fashion. Ni chakula gani unapendelea zaidi? Napenda ugali. Huku kuna ugali kweli? Upo kutosha kabisa huku, unajiachia mwenyewe. Sawa sawa, napenda ugali oh, eh, yani napenda oh, samaki, samaki wa kupaka. Mm, eh, eh, eh, eh. Alafu tena mke wa mpenzi, kuishi bila ndazirai, kuishi bila mapenzi. Ndio, ndio, ndio sasa ndio <laughs> <laughs> la <kubali>, la <laughs> hey, hey. Um, kitu gani cha gharama ambacho shw kukinunua cha masuala ya kudrip yani, iliko ni bei gani kitu ya gharama nishainunua mm. ya drip, mm. labda watch saa sa, sa mkono o uh -huh. sijaivaa hapa naona na, sina hapa ah, yeah. lakini nilinunua I think ni kama 55. Mm. 55000 Kenyan shillings, siyo kitoa, si pesa mingi sana hiyo. <laughs> <Yeah. Yeah. laughs> Yeah.